Moja ya projekti yangu ni hapa, kama unaweza kuiona, sisi tumefanikiwa kufungua kiwanda kidogo. Tunatengeneza wines kwa kutumia rosero au matunda kama nanasi, lakini pia tangawizi. Kama hii unaiona, ni tangawizi kwa sisi. Kama unaona, tumefanikiwa kupitia kiota hapa, wameweza kutuunganisha mpaka tumepata certification zote. Tunalipa kodi, tuna TBS, tuna bako, tuna, tuna kila kitu. Na pia kati ya watu waliowataja hapo kwamba wamepata pesa kutoka ile DP idarestuliokua kwenye mk ko. Kama unavyoweza kuona hivi, ni bidhaa nyingine hapa. Tuna wabunifu wengine hawa, wanatengeza waini masali o, na wenyewe ndio wameendelea naye, ana graduate pia. Wamefanikiwa pia nao kufungua kiwanda kidogo na kwenye process za kupata uthibitisho